mawakili wenzangu wote hapa ni mashahidi toka ahamishwa kutoka gereza la Keko kwenda gereza la Ukonga. Mimi binafsi, nikiwa na wakili Jebra Kambole nikiwa na wakili kiongozi wa jopo letu Dr. Rugemeleza Nshala tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 nilifika katika gereza la Ukonga. Mimi binafsi nilifika saa tano kamili. Wenzangu walifika kama tano na nusu, saa sita. Tumekaa pale, tumewekwa, sio waiting area kwenye magari yetu, mvua imenyesha, tukajifungia kwenye magari. Baada ya masaa kama mawili matatu wakanifuata, mafundi kama matatu Kibatala, ma, Kibatala, ndo nani? Ndo mimi. Kuna jambo la kwenda kukuambia. Kufika kule ndo na, na, naambiwa kwamba sasa ninakwenda kuonana na Tundu Lissu na, na. Kwa hata nafasi ya kuambia wenzangu kwamba jamani mimi peke yangu ndo nimepata nafasi sikuwa nayo. Nikafika kule kwa kwa kwenda kuongea na Tundu Lissu. Eh, huko ndani akaletwa. Amesindikizwa na askari magereza. Mimi Yaani tuko sehemu kama hii. Yani kama hapa kuna kuna kimeza kama kama hivi na huko kuna kuna kama kimeza, and then kuna kuna kuna kuna nafasi kama hivi hapa, juu kuna partition ya kioo. Kuna simu, kuna simu kwa namna hiyo. Kwa hiyo hata kusalimiana, mimi na Lissu tumesalimiana, ameweka mkono wake kwenye kioo huku na mimi nimeweka hivi hivi. Yaani ile kwamba kushow love. Na thank you for coming. You can feel. Samande, come on. Unaweza ukahisi uka, uka ni namna gani kama mwanadamu. Yes, wewe ni wakili ni professional, right? Lakini yani unaonana na mteja wako Tundu Lissu Una, yani mnasalimiana hivi kwenye kioo mnawekeana hivi kwamba we are strong. Magereza, maaskari magereza wamekaa hapo, anamlinda Lisu hapo kwenye mpira inaitwa, eh, kuna ni unaye eh, man to man, mimi niko huku na askari magereza. Yaani kama njia mbadala sasa, maana lazima tuwe creative. Maisha ni maisha, mazingira tulionayo Ndio hayo kwa hiyo, ilibidi tuanze kuzungumza Kiingereza, yaani nawasiliana na mteja wangu, nalazimika kuwasiliana na mteja wangu kwa Kiingereza kwa sababu nimenyimwa haki ya kuwasiliana naye kwa faragha. Hatuna ugomvi na askari magereza, lakini huwezi kukataa kwamba bosi wao ndio huyo Bashungwa waziri wa mambo ya ndani anasimamia polisi waliomkamata Lissu Mbinga, na kumsafisha usiku siku, bila kumpa nafasi ya kuonana na wakili wake eh. Huyo waziri anayesimamia ndio huyo huyo ambaye mwisho wa siku anasimamia na magereza. Kwa pamoja na kwamba tuna ugovi na magereza, lakini waliotunga kanuni kwamba wakili anapoonana na mteja wake awe within eyesight wao, anaona ili asimpe labda nini au nini, lakini out of earshot. Yaani kwamba aone lakini asisikilize na kanuni hiyo sio kanuni ambayo sisi tumeibuni kichwani kwetu.